Waziri Mkuu Narendra Modi amewashutumu viongozi kutoka serikali ya jimbo la chama cha kikanda cha DMK kwa kutumia lugha ya kinyume na matakwa ya makubaliano ya nchi, kitendo ambacho kinaweza kuibua mzozo mkubwa kati yao. Akihutubia mkutano wa hadhara katika jimbo la kusini mwa India la Tamil Nadu wikendi iliyopita, Waziri Mkuu Modi alisema wahudumu kutoka mji mkuu wa Tamil Nadu hutumia lugha ya kigeni badala ya kutumia lugha ya Kitamili bila kujali madhara ambayo yanaweza kutokea. Namnukuu, anasema wahudumu hawa kutoka Tamil Nadu huzungumza kuhusu fahari katika lugha yao, lakini kila mara huniandikia barua kwa kutumia lugha ya Kiingereza na Kihindi. Kwa nini hawatumii lugha ya Kitamili? Amehoji na kuongeza kuwa kiburi chao cha Kitamili kiko wapi? Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo serikali ya Tamil Nadu chini ya waziri mkuu MK Stalin ameiambia serikali ya Modi kuwa itakuwa katika mzozo mkali wa lugha na juu ya tuhuma kwamba New Delhi inajaribu kulazimisha Kihindi kwa shule za Jimbo la Kusini ambapo mashtaka hayo utawala wa nchi hiyo umekanusha. Mzozo huo wa lugha kati ya New Delhi na Chennai uliopo mji mkuu wa Tamil Nadu, umeongezeka na kuwa mfululizo wa maandamano mtaani na shutuma kwa serikali ya Modi ambayo inazuia fedha za elimu kutoka kwa serikali, kutokana na hali ya kihistoria ndefu ambayo wakati fulani ilikuwa na vurugu ya misukosuko dhidi ya Wahindi katika jimbo hilo, jambo ambalo limesababisha Stalin kutoa onyo kali dhidi yao. Namnukuu, anasema ninaionya serikali ya Modi, Usirushe mawe kwenye mzinga wa nyuki, Stalin alisema, akihutubia tukio la serikali mnamo Februari, huku akiongeza kuwa usitamani kuona roho ya kipekee ya mapigano ya Watamil, mwisho wa kunukuu. Kiini cha mzozo huo ni sera ya kitaifa ya elimu ya India, iliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1968 na kufanyiwa marekebisho mnamo mwaka 2020, ambapo sera ya asili iliamuru mfumo wa kutumia lugha tatu. Majimbo yanayozungumza Kihindi kaskazini mwa India yalitakiwa kufundisha Kihindi, Kiingereza na lugha ya tatu ya Kihindi shuleni, ikiwezekana lugha kutoka kusini mwa India. Wazo la mgawanyo wa lugha tatu lilikuwa ni kusukuma Kihindi kama lugha kiunganishi katika nchi hiyo, ambapo nchi hiyo inatambua lugha mia moja na ishirini na moja zikiwemo ishirini na mbili kama lugha rasmi. Kihindi mojawapo ya lugha rasmi inayozungumzwa sana na wazungumzaji kati ya milioni mia tano ishirini au karibia asilimia arobaini na tatu ya jumla ya watu wote kulingana na sensa ya mwisho iliyofanyika mwaka elfu mbili na kumi na moja. Kitamili kiko katika nafasi ya tano inayozungumzwa na watu milioni sitini na tisa au asilimia tano nukta saba ya watu wote. Kwa upande wake mwanaisimu na profesa katika chuo kikuu cha New Delhi cha Jawaharlal JNU amesema waanzilishi wa Uhindi huru waliona lugha na tamaduni nyingi za nchi wanazowakilisha kama tishio linalowezekana kwa umoja wake. Anasema mchanganyiko wa lugha tatu haukuwahi kuwekwa ili kuzingatia elimu ya watoto bali kushughulikia wazungumzaji ambao walikataa kukubali agizo la Kihindi. Kidwai aliliambia Al Jazeera serikali ya Stalin pia sasa inashutumu serikali ya Modi kwa kutumia sera ya kitaifa elimu kukataa kwa serikali kukubali fomula ya lugha tatu, huku Kitamil Nadu kinaweka msukumo kwa muda mrefu katika kuwafundisha watoto mashuleni lugha mbili, yani lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha ya kimataifa ya mawasiliano, ili kuwasaidia kustawi katika mazingira ya kimataifa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, mimi